Nimekukimbilia, si jono ukinihangaisha nimekuita. Hata wakati ambapo sikuwa na school fee ya watoto, Bwana ulinisaidia. Wakati ambapo kiliumana nikaona ninakufa mimi, mwenyezi Mungu you came through. Thank you Jehovah. Na hata katika jambo hili ninalopitia Baba, ninajua utatenda. Kwa hivyo, wakati ambapo tunafanya haya maombi tutaungana pamoja, lakini wewe chukua nafasi ya kuambia mw... maana siju mungu amekutoa wapi ninachojua ni kwamba amekutoa mahali na ametenda mambo mengi. Kwa hivyo ingia ukiwa na shukrani, ambea Mwenyezi Mungu. Baba asante, ninashukuru. hata kama niko hapa ninashukuru, kwa sababu Mwenyezi Mungu umenitoa na umenitendea mambo mbalimbali mbali. Taja, taja, taja. even as we come together na kushukuru Mwenyezi Mungu katika maombi haya. So nilikuwa nimesoma messages kadhaa. Kuna mmoja ambaye anaitwa Alex Chasia. Chasia unasema ya kwamba unaomba ombi Mwenyezi Mungu aweze kuhidi ya mam na aweze kukusaidia you settle the hospital bills. And I tell you hospital bills ni zingine zinaweza zikakupatia stress wewe. Lakini Alex, today we are in agreement katika jina la Yesu Kristu aliye hai. Uh, Edith my God nimeona your prayer request, jamani hapa Mungu na atende Edith. Anasema, Mama Taifa, naomba Mungu anisaidie anitetee anitangulie ninapoenda kwa mwajiri wangu. Nilisimamishiwa mshahara mwezi wa saba hadi wa leo. Mungu anitangulie na anitetea. Anasema my employer amekaa na mshahara wake wa five months, so a a anaomba a release. Can you imagine Edith, na maybe mtu ako na mtoto na Edith huko maeneo ya Nakuru. Asante sana, we are going to be in agreement katika jina la Yesu. So nitaendelea kuangalia meseji zako, na nataka tutuamini kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Are you ready? Yes Baba, thank you. Asante mwenyezi Mungu, kila wakati tunapokuita wewe unaitika. Wewe ni Mungu ambaye tuna ushuhuda, tumekuona mara tena mara tena mara tena, mwenyezi Mungu ukitutendea, and that is why tunapokaribia katika kiti chako cha enzi, tunakuja tukiwa na shukrani. Shukrani kwa sababu Mwenyezi Mungu tumekuona ukitenda na hata sasa utatenda. Oh, Jehovah, thank you ya kwamba ni wewe umetubeba kwa mwaka mzima. Thank you ya kwamba hata katika mapito haya hayajaweza kutumalizwa, lakini Jehova yamefanya tuwe ngangari, yamefanya e -e imani iwe ngangari. Therefore Jehova, even in this pain tunasema asante hata katika mahitaji haya unasema asante, Jehova, kwa sababu wewe ni Baba, na unapokubali tuwe na hitaji kama hili, wewe Mwenyezi Mungu unajua jinsi ya kutatua. Leo hii watoto wako kutoka maeneo mbalimbali wamekuja kwenye SMS, wamekuja kwenye WhatsApp, wamekuja kwa mitandao yetu ya kijamii. Wengine hata hawana nguvu ya kuandika ujumbe kwa sababu ya mambo ambayo wanapitia lakini neno lako katika Wafilipi nne mstari wa sita neno lako limesema tuje mbele zako kwa shukrani na kwa maombi, tukujulishe mahitaji yetu, na wewe Bwana utaweza kutenda. O Jehova, ninamleta mama agiza akiwa maeneo ya Chavakari, analeta mjukuu wake mbele zako, anasema mjukuu amekuwa na shida macho kuanzia 2019, hata mtihani wa grade 9. Imagine Mungu Im, mtoto hakufanya grade 9 mtihani kwa sababu ya shida ya macho. Oh, Jehova Yesu, si kwenye Bibilia wewe uliwaponya watu ambao walikuwa na shida ya macho hata kuna yule ambaye ulitema mate chini na ukatengeneza udongo na ukamgusa macho, ukamuuliza, unaona? Akasema haoni, ukamgusa tena na akaona sawasawa sawa. Ah, Yesu mama agiza, hebu wekelea mikono yako kwa macho, wekelea mikono yako kwa macho, wekelea hata na mimi ninawekelea Yesu. Vile ambavyo tumewekelea macho yetu, mikono yetu kwenye macho, hivyo ndivyo huyu mjukuu tunanena freedom freedom ya macho yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Utumwa ambao adui amejaribu kumletea eti hata mtihani wa grade 9 wakati watoto watakuwa wanapata resort zao, yeye atakuwa na kitu kwa sababu alisumbuliwa na macho. Today in the name of Jesus ninatangaza hiyo shida ya macho, stop now, stop now. Huo ndio mwisho, katika jina la Yesu na Jehova, hayo macho yake yaone vyema yaone vyema, yaone vyema, nasema yaone vyema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Oh, Jehova Jire, Bwana asante kwa sababu ya Alex Chasia. Alex naye ameleta ombi la mama yake mzazi, oh my goodness, ambaye amekuwa mgonjwa, na anasema anakulilia, Jehova umponye Umsaidia hata kusettle hospital bills. Oh, la, la, la! Jehova, ninajua uchungu wa kuwa na hospital bills, si wewe Mwenyezi Mungu? Kuna wakati umeniokoa pale. Ninaombea Alex, Jehova, zaidi ya yote mama apote, apake, apoke uponyaji, na vilevile wasaidie Jehova, tengeneza njia waweze kulipa bills ambazo wako nazo, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unajua kutengeneza njia pasipokuwa na njia. Tengeneza njia kwa sababu ya Alex, tengeneza kwa sababu ya familia hii, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya lazoya, maana wewe Bwana ni mwema. O oh my goodness Jehova, kuna huyu msikilizaji ambaye ameandika ujumbe akisema ya kwamba ombi lake ni kwamba apate acceptance pale Canada. Sijui kama tayari yuko Canada ama anaomba kwenda kule. Si neno lako linatuambia katika kitabu cha Zaburi sura ya pili ya kwamba tuitishe na wewe utatupatia, You will give us the ends of the earth. The ends of the earth. Ninatangaza huyu katika jina la Yesu ombi lake la kuwa accepted Canada Jehovah Baba mpatie mpatie na wacha that acceptance Jehovah ilete utukufu kwa jina lako o, ilete utukufu kwa jina lako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kama kuna wengine ambao wanaomba acceptance kwa mataifa ya nje, wewe umetuambia utatupatia, Jehova. Nina release an acceptance katika jina la Yesu. Wacha this acceptance Baba iweze kutukuza jina lako, iweze kuinua jina lako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Thank you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Because our God is good Haleluya mm. Asante Baba, endelea kuamini, tuko katika shukrani. Yes, tunaleta maombi yetu mbele zake Mwenyezi Mungu, lakini tunakuja tukiwa na shukrani. Ni kwa sababu hivyo ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anataka. Wacha tupumue kiasi. Vidokezo vya habari za Radio 47. Okay uh, ya, um, ya, ya, so, sawa, ni kwamba wakili mmoja maarufu jijini Nairobi akamatwa kwa ku okay uh, uh, sio hii. Okay, IBC iendesha chaguzi ndogo za Novemba 27 bila mapendeleo, wito watolewa. IBC iendeshe chaguzi ndogo za Novemba 27 bila mapendeleo, wito watolewa nanat ya wasuta walimu wa JSS kwa kukataa kuwa chini ya walimu wakuu wa shule za msingi. Luswet ataingia saa mbili kutupatia habari za Radio 47. Vidokezo vya habari za Radio 47, tunapenya hadi vijijini na vitongojini. Pokea ibada na Evah Mwalili. Sawasawa, so, kabisa bado tunasonga mbele pale. Prayer, prayer request zako naendelea kuzipata. dakika zikuwa zimesalia e, nane kutimia saa mbili asubuhi right. So um, hebu tuende pale ya Edith, Edith, Edith ya Edith, endelea just be on standby pale kwenye sms 24047 mm. SMS ya 24047 anasema ya kwamba uh, Victor Masingu I believe in God's word to change my comfort zone to get a turn boy job though I have a driving license. Unataka kazi ya turn boy na uko na driving license ama sija kuelewa Victor. Mm. Mama Taifa Shabiki mgeni kutoka Vihiga, Magi, familia yangu yote, sisi wote ni wagonjwa, Mwenyezi Mungu tukumbuke. You know I had sicknesses with a passion eh, mimi nimeona magonjwa kitu yanaweza kafanya. Sasa can you imagine a whole family ambayo ni ni ni, ni wagonjwa, can you imagine ya, yeah? Ah, pale hosi Okay, so. Alright. Twende kwenye WhatsApp anasema ya kwamba good morning, mama Mama Taifa, naomba Mungu anisaidie afungue njia nipate renti uh, yangu na nadaiwa for two months. Naitwa Patrick, ninajua bwana atatenda. Prayer request, all I want to walk again, pray for me my legs To walk again. Davis kutoka Meru. I don't know what is happening, Davis. Lakini uko na imani. Una imani na Mungu ni Mungu akutia nguvu na kutupatia misuli katika jina la Yesu Kristo ni hai. Hallelujah. Baba Davis mtoto wako kutoka Meru ameomba uweze kupatia miguu yake nguvu atembee tena atembee tena inanikumbusha yule ndugu ambaye alikuwa amekaa pale kando ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, uh, ya birika for that 8 years. Yesu ulipofika ulimwambia simame na tembee, na akatembea. Hili neno ninalituma kwako kwa Davis kutoka Meru, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, in the name of the Lord our Lord katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninanena miguu yako sasa ipate nguvu, miguu yako sasa ipate nguvu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jehova, ambaye unatupatia nguvu, unatupatia misuli, oh, ninanena nguvu mpya kwa miguu ya Davis sasa hivi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Davis urudi hapa na ushuhuda Sijui ni kitu gani ambacho kinafanyika, lakini sasa ninanena misuli, ninanena Mungu atengeneze atengeneze miguu yako, aitengeneze anyoroshe. Oh, lemazaya, Mungu Baba, nyorosha nyorosha nyorosha nyorosha hiyo miguu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jehova, kuna wengine ambao wametuma priarikwe za kuweza kujenga. Ninanena ujenzi kwa watoto wako watoto wako wajenge, wajenge. Si umetuambia katika neno lako tutajenga nyumba na wengine hawatakaa na kufurahia kile ambacho mikono yetu imefanya? Hivyo ninanena yeyote ambaye ameingia ikiwa na prayer request ya ujenzi, Baba, ninanena hiyo baraka. Mwana ligi, nenda ujenge, nenda ujenge, nenda ujenge katika jina la Yesu. Na kuna huyu Patrick ambaye ameomba utengeneze njia aweze kupata rent, wengine ambao wako na rent areas. Today I pray make our way, maana unajua kutengeneza njia katika jina la Yesu. Sasa tunasimama kwenye pengo pamoja na Edith kutoka Nakuru, miezi mitano the employer amekalia mshahara wake. Edith afanye namna gani? Edith amekuja mbele zako Bwana katika maombi haya, na asante Jehova kwa sababu hata hii kazi ambayo ulikuwa umempatia lakini Jehova, tatizo limetokea, tatizo la kucheleweshwa mshahara. My God, Jehova, sasa hivi katika jina la Yesu, vile ambavyo ulisumbua nafsi ya mfalme Dario, ukasumbua nafsi ya mfalme Nebukadnezar, huyu mwajiri wa Idith sasa hivi kupitia kwa haya maombi, sumbua nafsi yake, sumbua nafsi yake, na siku isiishe kabla hajapigia Idith idha, amtumie ama amwambie kesho asubuhi ngware aendee pesa zake. I declare a release, a release of your salary, Edith. A release of your salary salary Edith. Hey Baba, watoto wako hawatateseka. Neno lako limetuambia tutafanya kazi na Jehova, jasho letu liende bore. Yeyote ambaye amecheleweshwa mshahara, I release that mshahara, I release that mshahara, ili watoto wako Bwana wajiendeleze katika jina na Yesu Kristo aliye hai. Somebody say amen and amen. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Yes. Yes. Na hivyo Bwana tutende mema na atupe ushuhuda. Receive your breakthrough katika jina la Yesu Kristo aliye hai.